Shalom alehemu kwa wote. <laughs> Amani wenanyi nyote. Oh unasikia oh Mungu wa Israeli halali <laughs> Mungu wa Israeli asinzii. Mungu wa Israeli halali wewe Nani alikwambia halali? <laughs>

understand here, it's very imepiga mabomu Israeli yote, yakapiga, yakatua, yakaharibu. Sasa Mungu wa Israeli ao, ni kwa sababu ilikuwa ni sabato, alisinzia hapo kidoo? Mungu wa Israeli halali halali, mabomu yalituaje sasa kama halali? Iwaga nawaambia hii Israeli uh, see it. very ni Israeli right ya ibilisi. Israeli inayotajwa kwenye Biblia siyo hii tunayoiona hapa iliyopigwa na Irani jana mabomu, hapana. Na kama ni hiyo, Mungu wake analala, jana ilikuwa sabato, alipumzika. Sasa tuangalie leo Irani kipiga tena mabomu Israeli yakatua arzini ewane watu wote mjue kwamba israeli hii tunayoiona hii inayopigana na irani hii hamna kitu haina mungu wala nini sio taifa lolote ni taifa la wazungu limeanzishwa na UN mwaka 1948 niwaambie ndugu zangu waisraeli wa kweli wa ni sisi wa afrika o. Tuiombee Israeli bwana. Ombea DRC ipate amani. Ombea Burundi ipate amani. Ombea Kenya ipate amani. Ombea Tanzania ipate amani. Acha kuombea taifa la ibilisi linaitwa Israeli. Israeli ni taifa la ibilisi. Kwanza waafrika wote tungeomba Iran itupe mafunzo ya kijeshi, tupambane na hili taifa la ibilisi ambalo ni Israeli. Yangu, yangu ni hayo. Nitarudi kesho baada ya kuona ma, mabomu ya Irani yakipiga tena ya kutua kwenye ardhi ya Israeli kesho Jumapili. Ehe.